Kuna madhara mengi wanayapitia wanawake wenye mashambulizi kwenye via vya uzazi sawa. Mojawapo ya madhara ni kama vile ugumba. Mwanamke huyu mwenye changamoto kwenye via vya uzazi sio rahisi kupata nini, mtoto. Sawa. Madhara mengine tunasema ni ile hali ya kupata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Mwanamke huyu kwa sababu anakuwa na changamoto aidha, hii inaweza ikawa imesababishwa na PID, fangasi Sawa, kandida pamoja na maswala ma, mengi mengi ambayo yanapelekea hii hali kutokea, na huyu mwanamke kupata maumivu. Ila madhara mengine, huyu mwanamke anaweza akakutwa anakumbana na changamoto ya ectopic pregnancy. Yani anapata mimba, ila hii mimba inatunga nje ya mfuko wa uzazi yani, inatunga kwenye mirija ya uzazi sawa. Madhara mengine ambayo anaweza akayapata mwanamke huyu ni kuzaa watoto ambao ni njiti yani, aidha aka mimba zikatoka au akazaa watoto ambao ni njiti yani, ambao hawajafikisha mda wake. Ila madhara mengine ni ile hali ya kutojiamini, sababu ya kutoka na uchafu na harufu mbaya ukeni. Ila madhara mengine ambayo mwanamke huyu hayapata ya mwenye mashambulizi tunasema ni ile hali ya kupata amebeba mimba, sawa, ndani ya miezi mitatu mimba ile imefanyeje, imetoka. Hizi ni hali ambazo zinasikitisha na zinaumiza, ila mbaya zaidi ni kwamba mwanamke huyu yuko kwenye hatari ya kupata saratani ya shingo ya kizazi. Tunaita peviki kansa, ambao wanawake wengi kuanzia karne hizi za karibuni wamekuwa wakisumbuliwa na changamoto hizo. Hivyo basi, ili utatue changamoto hiyo, inabidi uanze na chanzo, sio kwenye tatizo lenyewe. Tunaanza na shina la chanzo cha tatizo na kwa kutumia tiba ambazo ni asili zisizokuwa na kemikali, nimekuwa nikiwasaidia wanawake wengi wenye changamoto kama hizo. Hivyo basi, kama una changamoto hiyo, nitafute nami, niko tayari.